Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm. Leo tumewaletea experience au ni shuhuda ambao tunaweza kuitoa sisi uh, namna ambavyo tulifanikiwa kuwafuga broiler kwa muda wa siku 23, na, na tukawapima uzito wao wakawa na kilo 1.5 mpaka kilo 1.8. Nitakwambia tulifanya kitu gani mwanzo mwisho mpaka tukafanikiwa kupata bachi ambayo ilitoa broiler kwa haraka zaidi na wenye uzito mkubwa ndani ya muda wa siku 23, ambao ilikuwa ni wastani wa kilo 1.5 mpaka kilo 1.8. Ni broiler ambao walitupatia faida kubwa sana. Yaani ni broiler ambao walitoa faida kuliko broiler batch yoyote ile ambayo tumewahi kuifuga, kwa sababu uzito ulikuwa ni mkubwa na muda ulikuwa ni mfupi. Hata chakula hawa kutumia kingi kama ambavyo tulikuwa tumekusudia, kwa sababu tuliweka mifuko ya chakula ambayo wataitumia kwa muda wa siku 28, lakini wakaitumia uh, kidogo kwa muda wa siku 23. Kwa hiyo uh, tulifanikiwa kusave mifuko miwili ya chakula kwenye kile chakula ambacho tulikuwa tumekiandaa. Tulisave mifuko miwili. Uh, sasa nisikilize mpaka mwisho ili ujue ni namna gani tuliweza kusave na tukapata faida hii. Ah, kitu cha kwanza tulipata vifaranga ambao wanakuwa kwa kasi, vifaranga ambao wanakuwa kwa spidi. Kama unavyojua, hawa broiler wa kwenye makampuni wanatofautiana. Wanafanana, broiler wote ni broiler, lakini kuna namna wanatofautiana. Hata ukifuatilia au ukiuliza utaambiwa hawa wanaitwa labda kob tano, hawa ni kobu ngapi? Kwa hiyo wanakuwa wana utofauti. Kwa hiyo tulibahatika kupata vifaranga ambao wako vizuri, ambao wanakuwa haraka kutoka kwenye kampuni ambayo huwa inafanya vizuri kabisa. Tulipopata wale vifaranga wazuri uh, tukaanza moja kwa moja kuwapa booster za asili kuanzia ile siku ya tatu, tukaanza kuwapa booster za asili lakini tuliwapa chakula muda wote, tukawapa maji ambayo, uh, yalikuwa yamechanganywa na, ya, ya ya na virutubisho mbalimbali. Tulitumia booster ya dukani kidogo sana kwa asilimia kama 30 na asilimia sabini tuliwekeza kwenye booster za asili. Uh, sasa tulitumia booster mbalimbali mbali za asili, booster ambao walitusaidia sana sana sana, sana. Tuliweza kupata matokeo ile wiki ya pili, tukaona wale broiler wamekuwa kwa kasi ya ajabu sana. Booster ya wiki ya kwanza tulikuwa tumetumia vitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Ile wiki la kwanza lote tulitenga siku nne, tukawapa mchanganyo wa kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Aa, kwenye ile wiki la pili sasa ndio tulipokuja kupima tukaona changes zimekuwa kubwa sana. Hii wiki ya pili tulijikita sana kwa muda wa siku tano kuwapa majani ya mpapai, kitunguu saumu na tangawizi. Kwa hiyo kwenye maji yao tulichokuwa tunafanya, uh, katika siku saba, siku mbili uh, tuliweka makopo mawili ambayo yalikuwa yana mdoila booster ya dukani, lakini na makopo mengine uh, tukawa tunaweka hizi booster za asili ambayo tuliweka mchanganyo wa majani ya mpapai, kitunguu saumu na tangawizi kwa kwa hizi siku mbili. Na hizi siku nyingine tano zote tuliwapa booster ya asili ambayo kwa siku tatu za mwanzo tuliweka majani ya mpapai, kitunguu saumu na tangawizi, kwa siku mbili zile za kum tulipomalizia tuliweka aloe vera, kitunguu saumu na tangawizi. Na tulitumia hizi booster mbili. Kwa mfano, hii booster ambayo tuliitumia wiki ya kwanza ya kitunguu saumu, tangawizi na pilipili tuliitumia kwa sababu ilikuwa ina uwezo wa kukinga uh, mafua, lakini vile vile huwa inakinga pia magonjwa mbalimbali ya virusi. Ndio maana tuliitumia, na usipokuwa makini ukiwafuga kuku kwa hii wiki ya kwanza ya pili unakuta wameanza dalili za kupiga chafya, kukoroma. Kwa hiyo sisi huwa tunawahi mapema kuwapa hii kinga ya mafua pamoja na magonjwa mbalimbali ya Bakteria na virusi. Ndio huwa tunaweka ule mchanganyiko wa kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Kwa hiyo tuliwapa kama booster, lakini vile vile tuliwapa kama kinga ya hayo magonjwa, hasa magonjwa ya mafua ili hata hii wiki ya pili tutakapoenda nao wasiwe na ugonjwa wa mafua, na tuendelee kuwahudumia vizuri na kuwa booster ili waweze kuwa na afya bora. Na hii wiki ya pili tulijikita sana kwenye kuwapa majani ya mpapai pamoja na aloe vera kwa kuwakinga ugonjwa wa gomboro pamoja na kideri. Majani ya mpapai, ukiweka majani ya mpapai kitunguu saumu mutangawizi na pilipili, huwa unakinga ugonjwa wa gomboro, lakini ukija kutumia ile aloe vera, tunawakinga na kideri pamoja na magonjwa mengine ya virusi kama ndui na kadhalika. Uh, sasa ndio maana tuliweka hii ratiba, ili wiki ya kwanza tuanze kuwakinga na mafua wasitusumbue. Wiki ya pili, wiki ya pili mara nyingi ndio kuku wanaanza kusumbuliwa na mafua. Na hii wiki ya pili tuliweza kuwakinga magonjwa hayo ya virusi kama uh, gomboro. Gomboro huwa wanapata sana pia usipokuwa makini, lakini vile vile tuliwakinga na magonjwa kama ya kideri na magonjwa mengine ya virusi kwenye hii wiki ya pili, na tunajua kabisa tunawakinga, lakini vile vile tunawaboost. Ndio raha ya kutumia booster za asili. Booster za asili nyingi sana huwa zinakinga magonjwa mbalimbali, lakini vile vile zina boost, na ndio maana tunazipenda sana kuzitumia na ukizitumia vizuri kwa vifaranga wazuri huwa wanakuwa vizuri sana, na hautakutana na changamoto ya kifo kifo kama utatumia vizuri vizuri kabisa, labda itokee bahati mbaya sana sana, lakini kwa kwa kwa kwa kwa asilimia kubwa kubwa utaweza kufuga vizuri bila kukutana na na na na na na changamoto yoyote ile ya ya ya ya kifo, na utakuwa na afya bora aa. Na kwa hii sasa wiki wiki ya tatu ya tatu pia tulienda kuwa boosti na kuwakinga na magonjwa ya virusi, kwa sababu ni magonjwa ambayo yakiingia kwa kuku yanaweza kukusababishia aa, hasara kubwa sana. Kwa hiyo wiki ya tatu tukaanza zile siku siku tatu za wanto, za mwanzo tukawapa booster za asili siku nne zile ambazo zinafuata kwenye ile wiki ya pili tulikuwa tunawapa mchanganyo wa majani ya mpapai, kitunguu saumu na tangawizi siku mbili, na siku mbili zinazobaki tukaweka pia kitunguu saumu, tangawizi na pilipili pili. Yote hii ilikuwa ni katika kujifunza kama tukifanya hivi tutafikia hatua gani, kama tukifanya kitu fulani tutafikia hatua gani. Na ndio tukakuta tumefikia hatua nzuri kabisa. Kwa hiyo ile siku ile tukaendelea, ile ilikuwa ni siku ya 21 hapo tulikuwa tunamalizana na hizi mbuga. Hizi siku tatu hizi za mwisho sasa tukaanza kuwasagia maganda ya ndizi tulikuwa tunatafuta maganda ya ndizi tunayasafisha vizuri kabisa, tunayaongezea kitunguu saumu na tangawizi, tunawawekea kwenye maji yao kwa hizi siku tatu za mbele. Kwa hiyo ilipofika ile siku ya 23, tunakuja kuwapima wale kuku msitu, tukakuta wana kilo moja point tano mpaka kilo moja point nane Walikuwa wamekuwa kwa kasi ya ajabu sana. Na kitu kingine, tulikuwa tukiwapa chakula muda wote, na tuliwaweka kwenye banda ambalo ni safi na linaruhusu mzunguko mkubwa wa hewa kwa sababu wakati mwingine ukuaji unakuwa una, una unasababishwa una na vitu mbalimbali, mazingira ambayo wale kuku wamo. Kwa hiyo waweke kwenye mazingira ambayo ni safi, yana hewa ya kutosha, lakini vile vile usiwabane, wakabanana sana. Wakibanana sana wao wanakutana na stress. Na wanapokutana na stress hawawezi kunenepa haraka au hawawezi kunenepa vizuri. Mara nyingi watakuwa wanaharisha tena sasa ule muharo mweupe, wanakuwa wanahara sana muharo mweupe. Yaani wanakuwa ni kuku ambao wapo, wapo dhoofu sana, wanadhoofu sana kama utakuwa umewabana. Waweke kwenye eneo eneo ambalo wa watakula watapumzika. Kama tunavyojua broiler ni kuku wasiotaka shida, wanataka kula, kunywa maji na kupumzika. Kwa hiyo waweke kwenye eneo ambalo ina hewa ya kutosha safi, linawapa mazingira mazuri ya kula, kunywa maji na kupumzika. Kwa hiyo swala la mazingira nalo ni rafiki, ni, ni swala zuri kabisa kwa ukuaji wa kuku, lakini kitu kingine ni kuhakikisha kuku wako wanakula asubuhi, mchana na usiku. Usiku uwashie taa iwe ina mwanga wa kutosha, kwamba hawa broiler wataenda, wataona chakula, watakula, watakunywa maji, watapumzika. Na mchana muda wote wale chakula, yani wasikae bila chakula hata kwa dakika moja. Wanakula, wanakunywa maji, wanapumzika, umewapa booster za asili vizuri. Chakula pia kitoe kwenye makampuni ambayo yanatengeneza vizuri chakula. Usinunue tu chakula ukiona cha bei rahisi ukanunua, hapana. Ukijiunga na kundi letu, tutakuelekeza kampuni ambayo yana chakula kizuri, lakini vile vile tutakuelekeza sehemu ambayo utapata vifaranga wazuri. Uh, hatuwezi kusema hapa kwa sababu tutakuwa kama vile tuna brandi biashara ya mtu au tunaua biashara fulani. Lakini ukijiunga na kundi letu ukatuomba ushauri, tutakuelekeza kutokana na experience yetu, uh, kwa watu ambao tunafanya nao kazi ya kuchukua vifaranga na chakula na matokeo ambayo tunayapata, tutakupa ushauri kutokana na vitu kama hivyo. Uh, kujiunga na kundi letu utapata mafunzo, utapata ushauri kama huo, utaweza kuuliza maswali yako na uta Itajibiwa, ada yake ni elfu nane tu kwa muda wa miezi miwili, lakini lakini itakusaidia sana sana kwenye, kwenye kwenye kwenye ufugaji ufugaji ufugaji ufugaji wako, hasa hasa kipengele cha cha cha elimu pamoja na ushauri. Pia tuna vitabu vitano ambavyo vina miongozo mizuri ya ya ya ufugaji. Kuna wale watu ambao walichukua kitabu cha safari ya ufugaji. Aa, kitabu cha safari safari ya ufugaji tumeleta toleo toleo la la pili, tumefanya maboresho kutoka kwenye toleo la kwanza, lakini vile vile tumeongeza vitu mbalimbali ambapo ni muhimu sana sana kwenye ufugaji ufugaji. Kitabu kitabu hiki kimetoka kizuri sana kitabu cha safari ya ufugaji, toleo la pili tumetoa, ni kizuri wa kienyeji, tiba za asili na mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kila kitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi. Ukilipia pia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.